<muchas> Khairiyya Online TV, kisima cha maarifa na burudani. wa mkoa wa Arusha naye anawasili katika viwanja hivyo kwa ajili ya kuweza kushiriki zafa ambayo inaanza dakika chache, muda wote kuanzia sasa hivi. shehe wa mkoa wa Arusha naye anawasili. Tunaweza kumsalimia na kuzungumza naye kidogo. Mawili matatu, shehe wa mkoa wa Arusha, asalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari. Alhamdulillah vipi hali yako? Tumshukuru Bwana Mungu. Pole sana safari. Asante tumefika. osasafaaumefia tunakuona ewasili sherehe za tamta kwa mwaka huu. Bila shaka namshukuru Mungu alhamdulillah. Waelezee tazamaji wetu furaha yako ya kushiriki leo. Furaha yangu ni kuona ili kundi kubwa lote limekuja kusherekea ilmu. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ameniwezesha kuja kuisherekea elimu. Karibu sana uweze kushiriki jambo letu naam. Huyo ni sheikh wa mkoa wa Arusha akiwa naye amepata nafasi ya kushiriki sherehe za Tamta kwa mwaka 2025. Tuko hapa matangazo yetu ya moja kwa moja yakiendelea kujia, tunakuomba usikae mbali, kwani zafa ndio kwanza inaanza, na matukio yetu yatakuwa mubashara live uh, usiku wa leo katika viwanja vya Tamta na madrasa ya Shamsia Nuru Huda TV na Khairiyya Online TV na jua la elimu. Tuko live muda huu, tusikae mbali, mambo mazuri yaendelea kujia. Asalamu as alaikum warahmatullahi wa barakatu, mtazamaji wa Khairiyya Online TV, inatukia moja kwa moja kama ambavyo kwamba vile zinaonyesha namna ambavyo umma umejaa watu, wameshiriki sherehe za Tamta Day kwa mwaka 2025 elfu mbili na ishirini na tano thelathini na mwezi Juni, ikiwa leo ni tarehe thelathini, siku ya kilele zafa ikiongozwa na mwenyewe mudhir pembeni uh, namwaona Sheikh wa mkoa wa Arusha, lakini sheikh wa mkoa wa Tanga ambaye ndiyo mwenyeji, Sheikh Ruhuchu akiwa naye yuko katika maeneo haya, lakini swafu ya wazee, swafu ya mafanani, swafu ya masheikh mbalimbali ikiwa ndiyo inaongeza zafa hili, nyuma ni watu wa zikiri ambayo kwamba nao wapo kwa ajili ya kuweza kushiriki kuongoza zafa hili, lakini nyuma ni mazafa mengine na pana zaidi ya madhafa thelathini ambayo kwamba yameandamana na zafa la mudira akiwa ndio kiongozi, kama kwamba inaonekana katika video yetu ya juu. Kwa vile kwamba tunaona namna ambavyo watu wamejaa sana katika eneo hili. Watu wote hawa wamekuja kuitukuza elimu iliyowasisiwa na Sheikh Muhammad bini Ayubu, Allah amrehemu. Tangia miaka hiyo mpaka miaka hii, watu bado wanaitukuza siku hii tukufu. Kwa matangazo haya na mengine mengi, endelea kubaki nasi Khairiyya Online Television kwa sababu mazuri yanakujia karibu yako kwa kadiri ambavyo tunafanikiwa kuyapata. Sina la zaidi, Hasani Makanya nikiendelea kukuletea matukio mubashara kabisa. <coughs>

niko na Ustazi Omar bin Ali, ambaye naye amefanikiwa, amepata bahati ya kushiriki sherehe za Tamta Day kwa mwaka 2025 na hata tujuza yeye amekuja hapa Tamta kama nane. Awali yote tumpe salamu kwanza na maamkizi yaliyo mema. Sheikh Omar, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Tunashukuru Mungu. Vipi afya? Alhamdulillah. Umetokea Dar es Salaam kuja Tamta ama sherehe zimekuta ukiwa huko hapo, tani? Nimetokea Dar es Salaam, mm. Naam. Sheikh Omar, wewe na Tamta ni vipi? Hebu tuelezee uhusiano wako wewe na Tamta. E, Tamta ni nayo uhusiano wangu mkubwa sana kwa sababu marehemu mzee wangu mm, amelelewa Tamta amesoma Tamta mm. Kwa hiyo hii Tamta ni sehemu yangu katika maisha yangu mm, ni sehemu katika maisha yangu mimi. Kwa hiyo nimekuwa ni, ni, ni lazima lazima lazima kwa kuwa nimekuwa na afya Mwenyezi Mungu kanipa afya hmm, ni lazima nimehudhuria Tamta Day. Watu ndio kutembea mbele tu, tu, tu, tuulize swali jingine. Wewe ni fanani mkubwa wa kimataifa, tunataka tukasema hivyo. Je, asili yako ya ufanani na uhusiano wote na taasisi ya Tamta ambayo leo imekuleta katika jambo? Eh, hao ndio walionizaa mimi mpaka kufikia hapa, hmm. kwa hiyo niwashukuru sana wazee wangu ambao wamenilia mpaka nikafika hapa, hmm. na ndio maana ukaona mpaka hmm watu wananiona huko nafanya nilivyojaaliwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wazee hawa ambao wamenilea. Tazo Omari Ali, una lolote la kuambia wanaotufuatilia kwa siku kubwa kama ya leo? wallahi kwa mji wa Tanga kuna sharafu kubwa sana katika kui kuiadhimisha elimu na kuja kumzuru Sheikh Muhammad Ayubu na kuja ku kile kifika Juni thalathina min Juni Tanga inakuwa ina nuru kwa kuwa kuna sherehe kubwa za TAMTA Dei. mm. wanakusanyika watu mbalimbali mbali. kama mnavyowaona mashehe katika zafa za sasa hivi. Kwa hiyo ni baraka kubwa kuja kuwatembelea mabwana hawa kuadhimisha elimu hii. fululizo yakiendelea hapa katika barabara hii ya kuelekea makao makuu ya taasisi ya eh, TAMTA Mashamsia, nimekutana na mmoja katika wageni lakini pia anaweza eh, akatuelezea uhusiano wake eh, yeye na Shamsia ama yeye na TAMTA mpaka leo kuweza kufika hapa. Ustaz, salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Waaleikum ssalam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida ya watazamaji tuwaeleze majina yako na unapotokea. Mimi naitwa Ustadhi Salim Abdallah Salim Shekue, mm. almaarufu Shekh Daiya Daiya, mm. e, ni mzaliwa wa Chongoleani, Tanga mm. lakini ni mkazi wa Tanga, mtaa wa Mguzumani Ikulu mm. Uh, kwa mukhtasar mimi ni mwanafunzi wa madrasa tushamsia kutoka mwaka alfu moja tisa mia sabini na mbili. Sote tukutanika sehemu si moja, tukawa kama kitu kimoja, sote ni wana shamsia chini ya mwavuli na kivuli cha Sheikh almarhum Muhammad bin Ayub bin Khamis. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha kubwa, tunajivunia siku hiyo. Ndio maana leo watu wengine wametoka Kondoa, wametoka Dar es Salaam, wametoka Mtwara, wametoka Lindi, lakini hata nje ya nchi, Kenya, wako wa Kenya hapa, wako kutoka Zambia, wako kutoka Rwanda, wako kutoka Burundi, wote wamekuja hapa kujumuika na ndugu zao wa Tanga kwa ajili ya kuadhimisha siku hii adhimu ambayo Sheikh Muhammad bin Ayub Aliadhimisha kwa baraka za alhabib Omar bin Sumait. Naam, nimekutana na katibu mkuu wa taasisi ya Shamsia Matamta eh, wa, ma, wa hapa ambaye ni mmoja katika waandalizi wakubwa wa jambo hili akiwa naye yupo hapa akisubiria zafa likiwa linaingia. Katibu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. za... <laughs> Katibu, pole na harakati za maandalizi. Ae, karibu, Leo ni sikua nne tunamaliza, sawa. Nasikia mufti iko njiani anakuja. Uh, yupo tayari jijini yu Tanga, anajiandaa kwa ajili ya matukio ya baadaye hapa kwenye muda huo kupokea zafa, utakuwa na mufti atawakilishwa atakuja usiku. Usiku kuna majukumu mengine shughuli yetu hii na na hmm, ni ya mwaka wa 68 tangu kuanzishwa chuo kikuu cha Tamta Shamsia. Leo tunasherehekea mwaka wa 68 tangu alipokuja hapa Habib Omar bin Sumait kuja kufungua jengo la kwanza la madarasa. Ni taasisi kongwe Tanzania. Miaka 68 ndio. Watu wengi walioko hapa naa leo tutakuwa live hapa Khairiyya Online TV, Jua la Elimu Online TV unasemaje kuhusiana na hili jambo kubwa kabisa? Hili ni jambo kubwa, na ninyi watangazie watu kazi zinazofanyika hapa katika kuendeleza Uislamu na katika kuutetea umma wa Uislamu. Sala. Sala. Endelea na Zafa. Sala. Huyo ni katibu mkuu wa taasisi ya Shamsia ama Tamta anatuambia ni mwaka wa 68 tangia kuasisiwa sherehe hizi za kielimu za Tamta Day. Na mwaka huu ni mwaka wa 68 na tunatarajia mgeni rasmi au mgeni maalum kuwa ni mufti wa Tanzania na shehe mkuu ambaye anatarajiwa kuwasili muda wote kuanzia sasa. Na mazafu yatapokewa na shehe wa mkoa wa Tanga, shehe Ruchu kwa niaba ya mufti na mufti h ikiongozwa eh, na mudiri wa taasisi hii ya Shamsia. Matukio yetu yanaendelea mbashara kabisa, tukuombe usikae mbali, mambo mazuri ya kama viwanja hivi imeshapeneza kwa ajili ya kulipokea zafa eh, la Shamsia ambayo inaongozwa na mudiri wa taasisi ya Shamsia ada Tamta Sheikh Muhammad ki ambaye ni anayeongoza zafa tayari za kualimisha wasili maeneo haya na kuna zaidi ya mazafa 30 yatakayopokelewa katika maeneo haya, na mambo mazuri kabisa yakiendelea hapa katika viwanja vyetu hivi. zafa yakiendelea hapa katika viwanja vya makao makuu ya shamsia anatamta ikiwa zafa la kwanza la budiri, tayari nimesha wasili na yeye ndiye anayebaki na mazafa mengine, na muda huu ni kikosi maalum cha zikiri kikiwa kina wasili katika viwanja hivi. Khairiyya Online TV tuna kuacha dakika mbili uweze kupata ladha ya zikiri kutoka kwa kwakombe wa zikiri maeneo haya.